Tukisalia kwenye elimu ni kwamba bado suluhisho halijapatikana kwenye mgomo unaoendelea wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma baada ya wizara ya elimu na chama cha wahadhiri hao kukosa kuafikia makubaliano ya jinsi zile shilingi bilioni 7.2 ambazo wahadhiri hao wanadai zitakavyolipwa. Kwenye mkutano ulioongozwa na kamati ya bunge la taifa kuhusu elimu uliohudhuriwa na waziri wa fedha John Mbadi, mwenzake wa elimu Julius Migos, na maafisa wa vyama vya wafanyikazi vya vyuo vikuu vya umma, pande zote zilikosa kuelewana jinsi pesa hizo zitakavyolipwa kwa awamu mbili, huku wahadhiri wakisisitiza watalegeza tu msimamo wao endapo asilimia 80 ya pesa hizo italipwa katika awamu ya kwanza. Baada ya miezi karibu miwili ya misimamo mikali, mashauriano baada ya mengine, mgomo wa siku hamsini wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma hatimaye ulifika mbele ya kamati ya bunge la taifa kuhusu elimu, mkutano huo ukiwa na ajenda moja pekee: kumaliza mgomo ambao umewafanya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma kukosa masomo kwa karibu miezi miwili sasa. Utaratibu wa malipo ya malimbikizi ya shilingi bilioni 7.9 zilizohitajika kulipwa wahadhiri kwenye makubaliano ya pamoja ya nyongeza za mishahara na marupurupu ya mwaka 2 Tayari serikali ilikuwa imeshajitolea kulipa pesa hizo kwa awamu mbili, lakini wahadhiri wanataka pesa hizo zilipwe wakati mmoja, wakisema zimecheleweshwa kwa muda mrefu. Waziri wa fedha John Mbadi wakati wa mkutano huo alilazimika kuongeza kiwango cha awamu ya kwanza ya malipo hayo kutoka shilingi bilioni 2.16 hadi shilingi bilioni 3.85, huku akiahidi kukamilisha malipo ya awamu ya pili kwenye bajeti ya mwaka 2026, 27. We are just pleading with the unions

Lakini vyama vya wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma Constantine Wasonga, kashindwa kulipa malimbikizi hayo, huku vikisisitiza yalipwe kwa awamu moja. Kamati hiyo hata hivyo iliwataka mawaziri hao wawili kutoa hakikisho kwamba watalipa pesa hizo ili kumaliza mgomo huo. Utaratibu wa malipo hayo ungali swala tata. Kamchemenza Darubini.